Task ambayo unaweza kufanya kwenye kompyuta ya kawaida kwa masaa sita kwenye hii kompyuta inaweza kufanya chini ya dakika kumi kwa sababu ina ina inachakata ina data nyingi ndani ya muda mfupi. Kwa kwa mfano kama hii niliyowaonyesha hapa, hii ya kugundua ugonjwa wa diabetes cardiomyopathy imefundishwa kwa picha zaidi ya 5000 kwa computer, like F5, yu, yu, yu, picha ya 5000 daktari kuzisoma peke yake ni ngumu, lakini tukizaa kwenye hii kompyuta ndani ya dakika tano hiyo hiyo inaweza kuzipitia picha zote kuzisoma na kutoa majibu yake. Vipna changamoto, tunafanya <coughs> kazi kwa ukaribu sana na TMDA na wizara yake kuishauri jinsi ya kufanya regulation kuhakikisha kwamba teknolojia zinazotengenezwa na AI kwanza zina ziko human center, zinahakikisha kwamba usalama wa watu na kwa hii sekta yake ambayo ni sekta sensitive kwa sababu inaweza kusababisha kifo, kwa kuhakikisha kwamba haitofika huko tunafanya kazi kwa ukaribu sana na TMDA na wizara yake na actually kwa kuzungumzia yote TMDA, hiyo teknolojia ni ambayo inatumika na wizara yake kwenye training ya ya magonjwa ya kifua kikuu maabara. Hii ndio imesupport uh, uh kupata regulation kupitia TMDA, na ndio kwa sasa ndio product pekee yake Tanzania, ambayo kwa TMDA approved na ilikuwa supported na hii maabara kuhakikisha kwamba kama kutokea okay, ma, maabara yote na hii maabara imekuwa kitoa mafunzo mara kwa mara kwa watu wa TMDA kujua kama nitakuwa na, kwa sababu ni teknolojia mpya na nyingi zinatoka nje ya nchi kwa kitu product